Majina naitwa James. Ah, kwa street najulikana kama Sekto. Mimi naweza sema hivi pande yangu, mimi mimi niko na jeshi right. Inaitwa Mlango. Hizi ni hiyo inakogania street. So mimi naweza ongea pande ya social media, nyinyi watu mkiniona, wase government yenyewe inatupuuza inatutupilia mbali. Like kama nguo, unapata ni wase kadhaa wanatuletea. Food yenyewe inakuwa ni ngumu kupata kuna wengine wamemwari huku kwa street wame have family sawa. Kwa street so mimi naezasema hivi unapata tuna okay, tunaongezeka population pande yetu inaongezeka sawa, na unapata ule demo akiwa na mtoi kwa, kwa tumbo sasa, as in, inakuwa ni so struggling kwenda kumtafutia mali atazalia mara, inakuwa tunavrutana, yani msukungumano, mahali tunawekewa baria, as in tunachujwa. Sijui kama ni juu kama sisi sisi si watu wa citizen ya Kenya ama tunachojua ni kama watu wengine wa kukama. Sisi mimi naweza sema aje, mimi ni boy, mimi ni wa street. Naweza sema yenyewe government kama wanatusikia. Jamaa wacha ni kututupilia mbali. Pia sisi tunahitaji hiyo miradi bado za wasee, venye watu wanapatiano, yaani wanapewa mtaani. Hata sisi tunaweza jimudu. Ukitupata pale hivyo tukiwa tumetulia base, unaweza ona ni kama hatuwezi fanya anything. Ukiniangalia hivi huwezi sema nimeacha hiyo glue, huwezi sema nimeacha hata tei, nimeacha sasa. Ukiniangalia so hivi, niko strong. ni wale wenye wamenishika jo. Sawa, so, na, tunaomba tu bado bado, wenyewe waendelee kutushikilia na wapatie supporta wetu. Fans mingi za watu lete kasa. Imi, ukiniangalia hapa, yenye mimi naumwa sana kozadi, kuna demu mwenye amezalia hapa juzi amezaa tu hivi na imekuwa mambo mingi mpaka huo mtoi saa hii amededi, amededi na unasikia hadi wa bigi wetu analia, tunaenda hiyo mazishi. Hatuna yenye tunapata hadi, tunapata tu kiasi tu ya kukula Jo tu. Tushughulikieni yani pande tu ya community, hata si tujulikane yenye tuonekane mahali. Jonte, mbezi yangu ni tosha, ila kitu naweza sema, unaona street family hakuna pale tunapiangu hesabu Saa hizi juzi tuli, tulipeka mtu Kenyatta badala atibiwe, hakutibiwa. Tuliambiwa tumtoe sawa, tumpeleke wapi? Mama harusi kuchukua ID, wamezoea huko kambo. Nitoe jengo moja 300 uniambie ni bibi yangu nitaangalia, ama ni doza ID nitapata? Eh, mi ile kitu naweza sema, mtu usikiliangeni walae eh, bado sisi bado ni wa ni watu, chance ikipatikana mnatutoa huku, kwa be kwa be. Mimi nafikiri saa hizi nipate chance hiyo, naweza kaa huku eh, hiyo si life ya si life yangu. Ni venye sipatangi hiyo chance, naona ile kitu naweza sema kwanza, iuda huyo Ruto huyo. Mimi nilikuwa nakaa hiyo Kianda, kwetu kulibomolewa saa hizi, ndio maana la la Inje. Sijapata bado mtu akunisaidia a lot of street people. So kuna, how many how many people can vow ati kuna vo voice to the Senyo amekua harassed. Hakuna mwenye anakuja kwa kuwasaidia um, eh, ama kuwa rescue rescued as much as you're saying the girls are the futures of tomorrow why are you not protecting them as there's 80 percent of men in the street but the 20 percent of the women in the street bado wanaumia hadi pia hao ndo wenye wanatuzalia watoto yesterday yesterday madam mwingine amevunjiwa mtoto wake mkono because of the brutality of the police Kindly hata kama government inatusaidia the voice, pia wanawake wenye wako kwa pregnancy. Yeah, wako pregnant and everything, those people in the street hawapatangi pads. Those people in the streets they don't have maternity care, akizaa mtoto anaz anazalia hapo base. What is your say about it? Mnasema mnataka kusaidia the girls voice. Which girls voice are you saying if there's another woman outside there na anakosa food every day, ako pregnant and to a very bad scenario ako even in a HIV HIV positive, yeah. Apati madawa hafuatili, and then you are saying at girls girls voice. Which girl's voice? I'm here to echo that. Kuna wasichana wako kwa street na wanafaa wasaidiwe. They should be given maternity free care. Sai mtu akizaa lazima ajaze sha. Tumezika like right now tuko na mtoto mmoja mochari, alikufa the health sector na pia negligence of the police. Kuna madam wengine ame miscarriage more than three times because was carry, wanakuja wanamgonga akiwa kwa base also health sector my boss ameongea kuhusu sha and kujaziwa a lot of people wanakujanga hapa tunawasaidia but the moment we take them to mama Lucy we take them to Kenyatta right now we are doing referral to Mbagathi but hiyo distance nanya na walipia fare nanya na wakea? umeenda akafanyiwa emergency treatment who's taking care of the wound at zero three, that's when we came in And then watu wamekufa. After, after, government should cater for their burial services. Nobody is catering for them. Up on the, like, the government has failed the street family and that's why we are echoing this, the International Day for the Street. Please create participa participation between the street people and the community. Mm. Street family wameongezeka like three times. Reason. Slums zilibomolewa. Like hii madhare almost 100,000 nyumba zilibomolewa, hao watoto wote ndio hao mnapata kwa street, wamekuwa wengi, hakuna msiana waangalia. So street family wamekuwa wengi zaidi na bado wanazidi kuzaana, so kubomolewa ilileta a lot of effects kwa street family na pia inazidisha watu wengi kukosa education na pia inazidisha watu wengi kukosa namna ya kujimudu kwa maisha, hawana job, hawana pesa za rent. That's why unapata tuna watoto wadogo kwa street, mtoto wa miezi, mtoto wa mwaka, mtoto wa miaka mbili, miaka tano. So ni mauchungu sana mzee, hmm. To the government na si kwa ubaya, manini hakuna government imechukia street family kama hii because hakuna government tumewahi kuwa nayo Kenya ikakuwa ati inaweza chomea safara nguo zake kwa barabara ama wakachukua masafara juzi kumekuwa na msako ati governor anasema ati anataka kufagia street family Nairobi unawachukua wapeleke wapi tumekuwa na kidero tumekuwa na sonko hata walishindwa we utawapeleka wapi walijaribu kutengeneza hizo so Joseph Kang'ethe waamce but result uh, result zao inatokanga aje so hustler sisi ndio the real hustler. I don't think kuna hustler na kuwa na bodyguard. I don't think kuna hustler analalanga kwa duvet. Lakini ule msi analala hapa inje, ye ndio the real hustler. Na tukikam kwa the government, ilichukua jina hustler, ndio wapate vote za masafara. Na sisi wenyewe, hakuna msi alikuja after hapo kusema juu, tuna, sisi nyinyi ni masafara, na the government ni ya masafara, wacheni tubadilisha wale masafara. Tuliletewa tu story za sha shafashi, ikakuja ika change story.